Iwezekana kwamba ukao umetengana umeachana na mpenzi wako. Iwezekana kwamba umeachana naye, lakini bado unampenda kiasi kwamba anashindwa kutoka katika moyo wako. Iwezekana kwamba umeachana na mpenzi wako ambaye umeshukuru kwamba ameondoka katika nafsi yako katika maisha yako, lakini bado huwezi kumsahau. Ndio maana tunasema kwamba mara nyingi inakuwa ni vigumu sana kuweza kumsahau mpenzi wako. Ni vigumu kumsahau mpenzi mliachana kwa sababu gani? Unapompenda mtu, unakuwa umewekeza muda, umewekeza hisia, matumaini na ndoto zako. Sasa mnapoachana, haupotezi mtu tu lakini pia unakuwa umepoteza ndoto mlizojenga pamoja, unakuwa umepoteza utaratibu wa maisha uliomzoea, unakuwa umepoteza matarajio ya maisha baadaye. Kwa hiyo kumsahau si tu kumfuta kichwani, bali ni kujifunza kuishi bila sehemu ya maisha yako uliyoyaamini. Sasa nini cha kufanya ili uweze kumsahau huyo mpenzi wako? Jambo la kwanza Kubali kuumizwa na usikimbie hisia. Kitu cha kwanza ni kukubali kuwa umeumizwa, na usijidanganye kuwa haujahisi chochote. Kwa mfano, Amani aliyeachwa na mpenzi wake kwa miaka miwili alijifanya hana maumivu, alikimbilia mahusiano mapya mara moja, tunasema quick recovery, lakini miezi mitatu baadaye Amani akaanza kupata emotional breakdowns kwa sababu hajakabili maumivu ya awali. Sasa utafanyaje? Cha kufanya, fanya hivi. Andika hisia zako kila siku, anakuwa na jono lia kama unahisi, kwa sababu machozi ni tiba ya moyo. Zungumza na rafiki au mshauri wa karibu, hata kama ni kwa njia ya ujumbe. Sawa eh? jambo la kwanza hilo, kukubali maumivu, lakini jambo la pili, kata mawasiliano. Yani hakuna mawasiliano, just checking on you. Usijidanganye kuwa unaweza kuwa marafiki mara moja, unahitaji kupona. Kwa mfano Kelvin alijaribu ku, kuwasiliana na ex wake kila baada ya wiki mbili, akisema ni, ni, ni kusalimia tu, lakini alipoona ex wake amesonga mbele, moyo wake uliumia mara mbili zaidi. Kwa hiyo kukata mawasiliano, mute au block mitandao yake ya kijamii kwa muda. Ondoa picha zake kwenye simu au weka kwenye folder ya siri, lakini usifuatilie maisha yake baada ya kuachana. Hiyo ni sumu kwa nafsi, utaumia. Yaani usifuatilie kabisa maisha yake. Wewe mwache aende. Lakini jambo la tatu, ili weze kumsahau, jijenge upya, rudi kuwa wewe, kwa sababu watu wengi wanajisahau katika mahusiano, wanafanya kila kitu kama "sisi" badala ya "mimi". Kwa mfano, Mary alikuwa msanii mzuri wa kuchora kabla ya kumpenda Brian, aliposahau sanaa yake kwa miaka miwili. Baada ya kuachana, akaanza kuchora tena na sasa anaonyesha kazi zake Instagram. Kwa hiyo rudi kwenye ndoto zako, vipaji vyako, na mambo ambayo uliyapenda. Tafuta hobi mpya kama kusafiri, kupika, kuandika, kujifunza vitu mbalimbali na kadhalika. Lakini pia jiulize, mimi ni nani bila huyu mtu? Kisha anza kujenga jibu hilo. Lakini kitu kingine iliweza kumsahau: jihusishe na watu chanya. Usijitenge. Moyo unapokuwa umejeruhiwa Unahitaji mazingira salama ya uponyaji. Kwa hiyo cha kufanya, kaa karibu na familia, marafiki wanakujali, jiunge na makundi ya watu wanaofanya shughuli za maana kama kusoma vitabu, kujitolea, michezo na kadhalika. Lakini epuka watu wanaozungumza vibaya au wenye toxic energy, kwa sababu hapo inaweza kapelekea wewe kujidhuru. Jambo lingine la muhimu, usikimbilie mapenzi mapya kama tiba. Hakuna kitu kibaya kama quick recovery, au si nimeachana naye mara moja na kamata huyu? Mahusiano mapya hayatibu moyo uliovunjika, uenda ukamuumiza mtu mwingine bila kutaka. Kwa mfano, Lusi aliingia kwenye husiano mpya wiki mbili baada ya kuachana akagundua hana nguvu ya kumpenda mtu mwingine. kwa kweli, akahisi hatia na kuacha mahusiano mengine, kwamba tayari Lusi aliyoingia naye yule, aliyeamini kwamba amepata mtu, lakini kwa sababu Lusi alikuwa katika majeraha, akaamua kuacha yale mahusiano, kwao tayari ameshamuumiza mtu mwingine ambaye aliingia naye katika mahusiano. Lakini badala yake jitahidi kujipa muda, jipende kwanza. Kama ulikuwa sio mtu wa kujipenda, jipende kama ulikuwa sio so mtu mnukatunukia. Usikubali kuwa na, na, na mtu kwa sababu ya upweke. Jitahidi kuweka viwango vipya, tambua ni aina gani ya mtu unayestahili baada ya kujifunza. Lakini omba na tafakari, kama wewe ni mtu wa imani, tambua kwamba Mungu ana nafasi kubwa sana katika uponyaji wa moyo. Omba kwa moyo wa kweli, nisaidie kusamehe, nisaidie kuachilia na kusonga mbele. Tafakari maandiko yanayoongelea upendo wa kweli, yanayoongelea msamaha na uzima wa moyo. Soma vitabu vya kiroho au, au, au maendeleo binafsi. Kuna kitabu kinaitwa Healing After Heartbreak. unaweza kitafuta, kitakusaidia kama upo katika mlolongo huu, lakini weka malengo mapya, tazama mbele. Kumbuka maisha yako hayaishi kwa sababu ya kuachana pengine ndio mwanzo wa vashin bora ya wewe. Fanya hivi: andika malengo mapya ya maisha, malengo mapya ya kazi, afya au ndoto zako. Panga safari na matukio ili kukupa maono mapya ya maisha, lakini jikumbushe, mtu aliyeniumiza si mwisho wa hadithi yangu. Kumbuka kwamba maisha yako ni hadithi yako. Je, mwisho wa siku hadithi yako itakuwaje? Kama hadithi yako itakuwa ni ya, itapotelea kwa huyo mtu ambaye amekusababishia. Kwa hiyo kumsahau mpenzi si kuifuta kumbukumbu yake kama hard disk, bali ni kujifunza kuishi na huo ukweli bila kuruhusu ukubane. Ni safari ya kujitambua, safari ya kujiheshimu na kusonga mbele kwa amani. Nikasema nikupe hiyo ikusaidie ni uweze kufuta kile ambacho kinakusibu katika moyo wako.